Hebu we, nipe hela yangu tuanze mambo ili tumalizane. Mbona unakuwa mieusho? Masaga nini mrembo? Nitaongezea laki moja nyingine itakuwa laki mbili. Wewe vipi? Mbona hela zako zinakuwa kwenye maneno? Tumetoka baa umeniambia hela ipo kwenye simu. Mala hela iko ATM. Mbona unakuwa mieusho? Hebu nipe hela nikuhudumie. Mimi hela zangu za masharti, huwa si usiku kutoa hela usiku, usiku. Ndio maana nimekwambia nitakupa asubuhi kama utaki, acha nikatafute mwanamke mwingine kule chini. Amna so kwamba nakataa. Unajua siku hizi kila mtu anaenda cha kwake, utapeli umekuwa mwingi. Haya basi, tulale, utamalizana asubuhi. Huyu eh. baba kaenda wapi tena? Mbona niko peke yangu chumbani? Ah, ina maana huyu baba amenitapeli. Yaani mimi cha usiku kutoa penzi kwa bia? Hapana. Yeah, siwezi kukubali. Huyu baba yani, kitamlamba kitamlamba. Mke wangu, mimi nimeamua kuacha kazi ya ulinzi. Haiwezekani, unakesha usiku nje unapigwa na mbu huku watu ndani wanakumbatiana. Nimeamua nijikite kwenye biashara. Mume wangu, wewe unaachaje kazi wakati hiyo kazi ya ulinzi ni nzuri kabisa? Mimi usiku nakuwa na mambo yangu, nina madeni mwenzio. Chonde chonde, usiache hiyo kazi baba yangu. Ha, sasa madeni yako yanahusiana vipi na mpango wako wa kazi? Au wewe unafurahia mimi ninafurahia nje kila siku na mimi nataka niache niache kazi ni ya ulinzi nijikite kwenye biashara, ili niwe nafanya kazi mchana usiku na enjoy na wewe. Huyu atakuwa dawa yao, maana tulikubaliana tukutane, tupange tufanye mpango wa biashara. Hey, walele walele, sema kimeumana! Habari yako bwana Kishoka. Hapa ah, kwako panachanganya sana. Nimetafuta njia nilikuwa siioni na nimefika hapa tena naona mapicha picha, dawa yao. Na wewe unapotaje, na nyumba ipo barabarani, yani hata siilee siji na mawenge. Alafu Kishoka, nimesahau simu yangu pale mgawani, naomba nikaichukue. Yaani hapa leo hatoki mtu. Hakuna cha simu, hakuna cha nini. We baba nipe hela yangu kabla sijakuharibia. Shemeji. Ni ile gani tena hiyo ambayo unanidai? Utakao nifahamisha bwana. Mimi ndio mlao kwanza naona na wewe. Yaani wewe baba, jana umenikuta barabarani, umeniuzia simu kali ya milioni moja umeniuzia kwa laki mbili kumbe siyo simu, ni sabuni. We baba wewe, naomba hela yangu. Ha, mke wangu, kumbe bwana ni tapeli. Afadhali umenistua maana alikuwa anasema nimpe hela akanitafutie kazi. Yaani siyo tapeli tu, ni haramia, linatakiwa likamatwe liwekwe ndani maana linazulumu haki za wananchi. Sasa dawa yao Twende polisi sasa hivi. Huwezi kumtapeli mke wangu yani. Kama wewe umeamua kumwaga mboga, mimi namwaga ugali bwana. Bwana Kishoka, ni kweli mimi na mke wangu tunadaiana, lakini hayo mambo ya simu mimi sielewi. Ni kwamba jana usiku tulikutana pale, tukaenda kulala. Kiufupi, mke wangu ni malaya yani. Hapa napata hasira. We mwanaume, yani jana umenizulumu, alafu leo unaniambia mimi malaya mbele ya mume wangu. Una akili kweli wewe he? Hey, hey, hey. Bwana Kishoka mi naomba nisamee, ni kweli nimelala na mke wako, lakini mke wako ni malaya. Hata ukienda pale gesti kuwauliza, watakwambia kwa maana walituona. Hey, hivi pale gesti walituona eh. Umeamua kuchoma betri mume wangu, huyo ni tapeli, inabidi tumpeleke polisi. Lakini kama anayosema dawa yao ni ya kweli hivi mara jana mke wangu uliniambia unaenda kulala kwa ba, ba mdogo wako mm. Basi nipe simu yako nampigia mama yako saizi nimuulize ili nihakikishe. Jamani wapenda nao, mimi nashukuru sana kwa muda, kwa muda wenu. Naomba niondoke ili amani endelee kutawala. <laughs>